Karibu sana mwenyekiti wa chama hiki cha Atape katika jimbo la Siti. Kuna mitambo microphone. Tumefurahi sana kuwa na wewe katika mikutano hii. Mm. Ya, lakini pia tukukaribishe pia uh, katibu wetu mkuu wa chama cha Atape no. taifa. Karibu sana Mr. Lugoe. Ya, yeah, namna hiyo job. Nadhani na tunaendelea kwenda kwa sawa, lakini tunapokwenda mwishoni kabisa Mr. Mm. Kahabaye naomba tukabidhi microphone kwa dakika yeah. chache sana kwa mwenyekiti wa chama cha Atape sasa. Dakika chache sana. Dakika chache sana. Dakika chache sana. Mwenyekiti wa chama cha Tape, kuna swali nilikutana nalo wakati tukiendelea na hamasisho, nilikuwa kibada. Kanda ya Mufindi hiyo. Atape inahusiana vipi na Freemason? Hivi sidhani kama kanisa la Adventist wa Sabato lina kitu cha namna hiyo kinachohusiana na Freemason. Najua Freemason ni mambo ya huko duniani, lakini kanisa hili la Mungu haliwezi likawa na taasisi au chama chochote chenye mahusiano na vyama vingine ambavyo haviko na utaratibu au visivyotambulika na kanisa hili. Kwa hiyo, Atape haihusiani kabisa na hicho kitu. Asante mwenyekiti Madam Bet. Ndiyo. Uh, nafikiri limekaa vizuri hilo T, kwa kweli watu kadha wakadha kadha wamekuwa na sintofahamu na kutufesi moja kwa moja wakiamini mm, kwamba ATAPE uh, ni Freemason. Lakini kwa jibu zuri la mwenyekiti, ninaamini ya kwamba mpenzi mtazamaji unaotufuatilia sasa mm, unajua vizuri kabisa kwamba chama hiki cha ATAPE hakihusiani kabisa na hayo mavyama mengine tunapokwenda mm, sasa kwa mwenyekiti ATAPE niombe microphone iweze kuhama kidogo mm, eh, Madam Bet narudisha kwako microphone. Uh, katibu wa chama cha wajasiriamali na wataaluma katika ngazi ya taifa. Aa, kumekuwa na kauli inayosema kwamba usifikirie, aa, ATAPE itakufanyia nini pengine, lakini we unapaswa kufikiria utaifanyia nini ATAPE. Sasa nyinyi kama viongozi, pengine unaweza ukaa kwa niaba pia ya mwenyekiti mahali hapa, nyinyi mmejipanga vipi na aa, mnataka kuifanyia nini aa, ATAPE kama chama kikubwa katika nchi ya Tanzania? Asante hmm. kwa swali zuri Beti ni kweli kwamba au wa, wanachama hawajaitwa ATAPE waweze kufaidika na ATAPE moja kwa moja. Uh -huh. maana oja ni kumpatia mwanachama fursa azione, halafu azichangamkie, abadilishe maisha. Uh -huh. na anapobadilisha maisha yake tayari atakuwa ameingiza kitu fulani katika utumishi wa kazi ya Mungu. Uh -huh. Kwa hiyo ATAPE mfanyie nini mwanachama, inaweza likawa swali gumu sana kwa sababu nikana kwamba ATAPE tunatoa vitu kwa ajili ya wanachama au tunawapa mali au tunawapa utajiri au tunafanyaje? Wakati huo ATAPE, jukumu lake ni uinjilisti. Ajenda namba moja ya ATAPE ni utumishi na ni utumishi kulikweli, na ndio maana sadaka ya leo ya tarehe 27 leo mm. ni kuhakikisha kwamba mahubiri Njombe yanafanyika mm. ni kwa sababu ATAPE anatakiwa afanye nini kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ni okay. Shukuru sana Madam Betty pengine mm. kwa sababu tu ya muda yes. e, tulikuwa tuna full package ya maswali ambayo mm. yamekuwa changamoto sana kwa wanachama. Mimi ni niombe tu radhi kwa viongozi wetu mm. eh, tutaishia tu hapo, ili basi tuweze kupisha kipindi kingine, lakini basi neno la mwisho Mheshimiwa katibu jimbo la eh, eh katibu taifa. Neno la mwisho pengine, nawaambiaje wanachama tunapokwenda kumaliza? Inawaasihi wanachama kama Mungu aishivyo wa tuwe wanachama kweli, kweli ili tumtumikie Mungu aliye hai. Chama hiki ni chama cha, taifa, cha, cha kanisa hmm. Na ndio maana kinalelewa na idara ndani ya kanisa Waadventista wa wa Sabato chini ya idara ya wakili na maendeleo au wamana kanisani. Kwa hiyo, habari ya Freemason na habari zingine mm. sisi wanawatape tunaenda mbinguni tukimtumikia Mungu. Amen. Habari zingine basi zitakuwa ni habari zingine kwa mtu aliyechoka kumtumikia Mungu. Asante sana katibu, majibu mazuri kabisa, na ninaamini ya kwamba mpenzi mtazamaji unaendelea kubarikiwa kwa yale ambayo yalijiri mahali hapa, uh, katika mkutano huu. Asante sana mwenyekiti wa ATAPE CTF, asante lakini sana. Pia nikushukuru sana katibu Taifa, asante sana. Don't, don't forget to subscribe, like, share and comment.